Leo tuna somo zuri zuri linawafaa wasichana wasioolewa na wamama. Wasichana ambao hawajaolewa wana mawazo kwamba wanaenda kufanya nini kwenye ndoa, na wakina mama ambao tayari wako kwenye ndoa, inawezekana na wao hata hawajui wanachoenda kufanya pale, wanafanya nini? Tunasoma katika Mwanzo mbili kumi na nane ndilo fungu letu la leo. Bwana Mungu akasema, si vyema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Aha. Kumbe Mungu amemuumba mwanamke, yeye ni msaidizi Ukisoma vitabu vingine, Wakorinto, anasema ya kwamba wala mwanaume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke ila mwanamke kwa ajili ya mwanaume. Sasa sisi leo tunajadili huu usaidizi ambao, mimi nimepewa kwa mume wangu, kwamba mimi napaswa kumsaidia mume wangu nini? Ni mambo gani napaswa kusaidia mume wangu? Mungu anatutazamia tuwasaidie nini waume zetu? Hayo ndio mambo tunayojadili. Pamoja na kuwa wewe unajua kwamba unasaidia mumeo udeki nyumba, upike, na nini tena, ufue na nini tena, hivyo taja. Lakini sidhani kama Mungu anaweza akaumba eti aniumbe eti niende tu kwa Urio, niende nikamsaidie kupika. Kwani mwenyewe kupika hawezi? Kufua kwani mwenyewe hawezi kufua? Lakini tunaenda kusaidia nini? Somo letu la leo, wanawake, fungueni masikio, msikie tena masikio ya kiroho ili Roho Mtakatifu atufundishe ili nyumba zetu ziwe na amani, ziwe mbingu ndogo, ujue unachofanya pale nyumbani. Hili jengo tulipo hapa, hili jengo ni zuri hivi kwa sababu ya wasaidizi. Lete simenti, lete mchanga, lete rangi, lete mwisho wake kitu kizuri kimetokea. Kwa hiyo ukiona baba aliye mwadilifu mcha Mungu ujue kwamba huku nyuma kuna mkewe. Lakini pia ukiona baba ambaye haeleweki ujue huku nyuma kuna nani? Kuna msaidizi ndio amemsaidia kwa hivyo alivyo sasa. Jambo la kwanza ambalo Mungu alipomuumba Hawa alitarajia Hawa amsaidie Adamu kumtafuta Mungu. Sasa wale pale wao walikuwa marafiki tayari na Mungu, alikuwa anawatembelea kwa hiyo. Sisi leo kwa sababu katika bustani ya Eden tulipoteza urafiki na uhusiano na Mungu, mke yuko pale ili amsaidie mume wake kumtafuta Mungu. Yale yote anayofanya anayafanya pale nyumbani ili tu asaidie mume wake. Ni namna gani? Kwa mfano, ili watu wachelewe kanisani, ili watu wawahi kanisani, mama anahusika mama ndiye anayetengeneza kifungua kinywa. Kwa hiyo kama mama atakuwa well organized, kama tulivyojifunza, atatengeneza kifungua kinywa mapema na hawa watu watafanya nini? Watawahi kwenda kanisani. Lakini pia ili nyumbani kuwe na ibada, huyu mama chakula kitaiva mapema ili ibada zifanyike. Nyumba nyingi wanajitahidi ibada, lakini ni saa tatu usiku, vitoto vinasinzia, wanavikoa makwenzi, we amka na baba ili aonekane kwamba yeye ni baba sasa vitoto vinasinzia maskini anakipiga amka kumbe ni kosa lao kwa hiyo hilo jambo la kwanza jambo la pili Mungu ananitazamia mimi mwanamke nimsaidie mume wangu ili mume wangu adumu kuaksi tabia ya Mungu tunasoma katika Waefeso tano na fungu la ishirini na tatu anasema kichwa cha kila mwanamume, ni kichwa cha mwanamke ni mumewe, kama ambavyo kichwa cha kanisa ni Kristo. Sasa tuwashumu kwamba huyu hapa ni Kristo, huyu ni Kristo, geuka hivi mwanangu, hivi tufanye, huyu hapa ni Kristo, alafu tufanye kwamba huyu hapa ni mume wangu, huyu ni mtoto wangu, jamani, alafu tujifanye kwamba mimi hapa nyuma ndiyo mke wake. Biblia inasema kwamba Kristo aliakisi tabia ya baba yake wa mbinguni, alikaza macho mbinguni, hakutenda dhambi hapa duniani. Na kichwa cha Kristo ni Mungu. Kichwa cha mwanaume ni Kristo na kichwa cha mwanamke ni mumewe, sivyo? Sasa kwa sababu ya hali ya dunia, Shetani kama simba angurumaye anazunguka zunguka, akitafuta mtu ammeze. Sio rahisi huyu mwanaume kukaza macho tu pale msalabani, kuna wadada wanapita na nguo fupi, kuna sijui vitu gani huko, sio rahisi. Kwa hiyo huku nyuma mke wake Mungu amemleta wa kuwa msaidizi Anapoenda kushoto kulia, kazi ya mama hapa nyuma ya mkewe, anasugua magoti kwa upendo wake, kwa huruma yake. mume wangu aa, aa, ibada nyumbani. Baba angalia tu pale msalabani. E, mbona mchana hatujarudi, turudi tu. mume wangu kanisani, e, unajua kuna juma la maombi, baba, twende tu kwenye juma la maombi. mume wangu e, sasa wakati wa ibada baba umefika. E, e, shika kitabu chako mume wangu. Likitaka kwenda analirudisha hapa, angalia tu pale msalabani. Matokeo yake ni nini? Kwamba ataaksi tabia ya Bwana Yesu. Ikiwa ataaksi tabia ya Bwana Yesu, ina maana atakuwa na tabia gani? Atakuwa na tabia gani? Mke wake hapa nyuma ataaksi tabia gani, ya Kristo ambayo iko kwa mumewe si ndio? Na watoto wao huku nyuma? Watoto wao watakuwa wana aksi tabia ya nani? Swali. Kama mume wangu haaksi tabia ya Yesu, anaaksi tabia ya nani eh? sisikii vizuri eh? Shetani, tabia ya nani? Na mimi mkewe, watoto wetu, ushetani. Plus ninamaanisha nini? Ninamaanisha mwanamke yuko pale kusaidia mume wake. Kumsaidia mume wake ili waende mbinguni. Vipindi vilivyotangulia nilifundisha ya kwamba taasisi ya ndoa ni taasisi takatifu ambayo Mungu anaitumia kutengeneza raia wake wa mbinguni hapa nyumbani. Na ndiyo maana shetani anapiga makombora nyumbani, anapiga kwa baba akiruhusiwa, anapiga kwa mama, anapiga kwa watoto. Hapa nyuma mama yeye ni msaidizi. Mama asingejidharau mama asingekuwa wa hivi hivi. Mama angesimama imara, maana yeye anasaidia, yeye ni msaidizi. Jambo la tatu, mke anapaswa kusaidia mume wake ili yule mume ampende yeye tu, na anayeweza hiyo kazi ni mke. Sikieni wa mama. Aa, mume wako alipokuangalia ulivyo Ujue, alivyoniangalia hivi na ufupi wangu, sijui humu ndani amependa nini, sijui lakini basi ananipenda, najua hilo. Na wasiwasi sina, wasiwasi namjua wasi, wasi. Na sasa yeye ndiye anajua amenipenda, amenichagua mimi, na huko duniani kuna wengi sana. Ili adumu kunipenda mimi, mimi napaswa nimsaidie. Mama, saidia mume wako ili akupende wewe, ameshakupenda sasa, adumu tu kwako huo uwe uwezo anao mama, anao mke, kila mke huo uwe uwezo anao. Kwenye masomo yetu ya mbele tutaona kwa namna gani, lakini pia Mungu anamtazamia wa mama. Watoto wote wanategemea mama, tabia za watoto zinategemewa mama zaidi. Tulijifunza ya kwamba mama ana milango sita ya fahamu wakati baba anayo mitano, na hii ni kwa sababu mama amepewa wasita kwa sababu yeye ni mlezi, na hivyo basi mama anatazamiwa amsaidie mume wake ili kuwa na uzao bora, uzao bora wenye kumcha Mungu. Mama ana uwezo zaidi, anaweka tumboni miezi tisa, akiwa tumboni analea, tutajifunza kwenye malezi, lakini mtoto anapotoka, anaponyonyesha analea, na hata ule umri wa uchanga mama yuko karibu zaidi na watoto. Kwa hiyo mama anatazamiwa atengeneze uzao bora, jina la mume wake liwepo. Halo. Mama anatazamiwa atengeneze tabia za watoto wake kupitia tabia yake, kupitia maombi yake, kupitia kila kitu. Mama angejinyima ili atengeneze uzao bora. Lakini pia mwanamke ndiye mwenye uwezo wa kuilinda ndoa sana. Tena nimesoma Biblia mara kadhaa, kuanzia mwanzo mpaka ufunuo, sijapata fungu linaloonyesha kwamba Eti mwanaume anaweza kuvunja nyumba sijaona. Tukisema nyumba tunamaanisha ndoa, tunamaanisha familia. Hilo fungu sijaliona, labda wa, wanatheolojia watakuja kunipa hilo fungu kama lipo, mimi sijaliona, lakini nimepata fungu linalosema kwamba kila mwanamke aliye na hekima huijenga nyumba yake na mikono yake, na kila aliye mpumbavu huivunja nyumba yake na mikono yake. Anayejua kuvunja ndiye anayejua kujenga, usisahau. Anayejua ku... hili jengo ukimleta aliyejenga hili jengo atalivunja kwa muda mfupi sana, ila ukiniambia mimi na ninyi tubomoe tutashindwa, lakini aliyelitengeneza hili anaweza kabomoa haraka sana. Wanawake wanaweza sana kujenga na wana uwezo pia wa kubomoa, wanaweza. Mungu ameweka wa uh, ushawishi kwa wanawake ambao kwa wanaume hakuweka. Nikisema ushawishi, naomba nikupe mfano. Wakati Mungu alipomuumba Adamu kabla ya Hawa, Adamu aliambiwa matunda yote kula, ili usile. Alipokuja Hawa, akamwambia tumeambiwa tule kote, hapa tusile, sawa sawa. Lakini Adamu alipoletewa lile tunda na Hawa, alifanya nini, watu wa Mungu eh? Alikula. Jamani sweeti, kwa hiyo unataka mimi nife peke yangu? Kwa hiyo unataka mimi nife peke yangu? Kwa hiyo wewe uli kweli, unajua mimi nitakufa futa, baki peke yako eh? Hey, hey, basi lete tu mke wangu nile. Akala. Naona sasa tunaponzeka, lakini si hivyo tu, nenda kamuulize Samson, wanawake walimfanya nini? Kuna, kuna watu wanadharau wanawake Jioni ya leo nataka nikusaidie, mwanamke sio vile unavyomfikiria wewe. Mwanamke ni kiumbe wa pekee sana. Shika maneno haya, kwamba mwanamke na mwanaume wako sawa, ila mke na mume hawako sawa. Yaani mimi na nyie wanaume mlioketi hapo tuko sawa. Yesu ametufia, ametupa karama wote, si ndio eh? na sisi wote ni wanadamu, ila nikirudi kwa Urio Siko sawa na yeye sawa, eh. Sasa ukimchukua Samsoni alikula, lakini Biblia inaandika habari za Sulemani ya kwamba ni mwanadamu pekee aliyekuwa na hekima na busara, ukimwondoa Bwana Yesu alipoishi kama mwanadamu, lakini Biblia inaandika katika Wafalme wa kwanza kumi na moja, wanawake walifanya nini? Walimgeuza moyo Alafu wewe leo dhambi imekutafuna unacheza na mwanamke, wewe umebakisha nini? Usimchukulie mwanamke vile unamchukulia, ana kitu cha pekee. Wanaume na wanawake tumeumbwa ili tusaidiane kwenda mbinguni pamoja, mke na mume. Huyu ameumbwa hivi, huyu ameumbwa hivi, kusudi lake ili tukamilishane, tusaidiane kwenda mbinguni. Kwa hiyo, mwanamke, una uwezo wa kulinda ndoa yako. Ndoa ikivunjika, mwanamke unahusika. Mwanamke kama hataki ndoa ivunjike, haitavunjika watu wa Mungu. Haivunjiki. Lakini leo katika kizazi hiki ni cha ajabu. Wanawake huwa ndio wa kwanza. Mimi nimeshindwa, kama ndio hivyo naondoka. Hivi baada ya kuolewa kwetu ni wapi? Baada ya wewe kuolewa kwenu ni wapi? Tulisema kwamba sisi wanawake ni wamisionari misionari, unaondoka kwenda wapi? Kaa usaidie mume wako. Kwa hiyo wanawake wenzangu, huko mnaonitazama mbali, ile tabia ya kuwashutumu waume kwamba mume wangu ana tabia mbaya, mume wangu yuko hivi, wewe ni msaidizi, umefanya nini? Kuna mahali haujakaa sawa, rudi kaa sawa, jitafakari unachofanya hapo nyumbani. Usaidizi mwingine Mungu anamtazamia mwanamke amsaidie mumewe kudumu kuwa rafiki wa Mungu. Mama yetu Hawa alishindwa. Siku moja jioni wakati wa kupunga, Biblia inasema Mungu amewatembelea, anaangalia pale wanapokutana hawapo. Adamu, Adamu anasema nimejificha. huyu msaidizi aliharibu uhusiano. Na ili uelewe, uh, ushawishi wa mwanamke iko hivi, anza kufuatilia, unaweza ukakuta kijana yuko very active kanisani, anapooa anaanza kurudi nyuma kanisani. Kama alikuwa anaenda saa mbili darasa la walimu, anakuja saa tatu, baadaye saa nne. Baadaye unajua kinachotokea ni yule aliyekuja msaidizi. Lakini kuna mwanaume kijana ambaye hata hajulikani, yaani kanisani, lakini alipooa anawahi anafanya hivi, kanisa linamwona, linampa na kazi. Tofauti yao nini? ni hawa wasaidizi. Tumeumbwa kwa wasaidizi. Wanawake, usijichukulia duni, na hii haina uhusiano na kusoma shule za duniani, haina uhusiano. Mradi umeumbwa mwanamke, Mungu amekuheshimisha, amekupa uwezo. Saidia mume wako mwende mbinguni, saidia watoto wako, mama saidia watoto. Kuna wamama wamezoea maneno haya, wewe baba yako akirudi shauri yako. Hayo sio maneno ya mama. Mama yeye ni mlezi. Usisahau kwamba na mume wako naye ni mtoto wako, unamlea. Wanaume wanabisha, weja, nikwambie kwa nini. Wewe ni mtoto wewe ni mtoto kwa sababu wale wageni wetu waliozaliwa nyumbani wote wataondoka, wewe unabaki tu, si unaona? Wewe unaniambia ganja inauma Si unaona, na nakufuliaga nguo, si ndio? Watoto wanafanywa hivyo, si unaona? Hata nakubembelezaga kula basi kidogo, ndio uende. Si mtoto wangu wewe? Watoto wetu hawa. Kwa hiyo mama huyu naye ni mtoto wako mkubwa, mtoto ambaye hakui. Yaani wengine wanakuwa wanaondoka mwenyewe, kabaki hapo hapo na anakaa hapo hapo akimtegemea nani? Mama yake ambaye ni nani? Ni wewe, mwanamke. Ni mimi, na hiyo kwao ni faraja. Sikia, nikwambie. Haya mambo tunayojifunza hapa, daktari anatufundisha habari ya ugonjwa uh, wa nini, afya ya akili. Ikiwa ndoa yako si njema kule nyumbani, mtapata hiyo shida. Ikiwa baba uchumi umeyumba na mama hamsaidii, mwanamke ni msaidizi. Mwanamke anapaswa kusaidia mume wake ili wainuke kiuchumi. Huyo ni mwanamke, kwa sababu yeye ana uwezo wa kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja. Na hivyo mwanamke akichangamka, akifungua akili yake, wataendelea nyumbani, kwa sababu yeye anaweza kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Ukiona mwanaume hana pesa, mwanaume anatia huruma. Unajua hela inazungumza, yani mtu ambaye hana hela, hata ukimwona unajua hana anatia huruma, yani inaonekana usoni kwamba huyu wela hana. Mama changamka, wamama! Leo wamechangamka mno, wanatafuta, lakini kibaya wakitafuta ni zao. Yani wewe Mungu anakuona, pesa za mumeo zako zako zako. Tume, tumepewa usaidizi, tuwasaidie ili wainuke. Tutajifunza huko mbele, wanaume wameumbwa kufanya mambo makubwa. Wakina mama kamwe Usimwambie mumeo chumvi hamna, sukari hamna, leo hatuna mchele. Hivyo ni vitu vidogodogo kwao. Wanaume hawajaumbwa kufanya vitu vidogo, wao wameumbwa kufanya mambo makubwa. Vitu vidogo vya wanawake, unasema tu amina. Mara ya mwisho umemnunulia mumeo soksi lini? Akivua soksi kama kaliwa na panya, nawe upo tu watu wa Mungu, sisi wanawake ni wasaidizi. Na mimi namshukuru Mungu kwa sababu mimi ni msaidizi, na msaidizi ndiye anayeumia, msaidizi ndiye anayefanya mambo mengi, ndiye anayebeba zege, wakati baba ni mfalme. Kuna watu huwa wanielewi, wanasema unawapendelea mno sana wanaume. Si mimi ni Biblia. Kesho tutaangalia jambo jingine. Tusimame tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa jioni ya leo. Asante kutuumba wanawake. Kila mke aliyeolewa mfundishe kuwa msaidizi mwema na bora kwa mumewe. Bariki waume zetu na watoto wetu, kwa jina la Yesu, amina.